oungei tangasiana nairoroten a Manyara Ranchi. Mheshimiwa Mbunge, kipindi ya baba yako Manyara Ranchi ilikuwa inatawala nakijijidiwei, lakini sasa hivi imekuwa Manyara Ranchi anienda halmashauri na kitu ambao halmashauri kitu ambao wanadai ni kodi ya ardhi aingilii mambo ya ng'ombe mambo ya Manyaraji sasa hivi wanaingilia. Tunaguomba kui kuka kura fanya kazi kila tukikutana. Mimi sina habari nyingine, ni hiyo tu, swala la katiba, kwa sababu ni mbovu mbovu. Kwa hiyo tunakutegemea Mheshimiwa Mbunge, tunakuombea sana uweze kurudi, lakini kilio chetu sisi Wanaesilalei ni hiyo shamba la Manyara Ranchi sio shamba la bibi kabisa. Kwa hiyo tunaomba hiyo sana. Naomba nishukuru sana Boma kwa kunialika na kunipa heshima ya kuja kuwa mgeni rasmi kwenye shughuli kubwa na muhimu sana leo, na washukuruni sana kwa jinsi ambavyo alituelezea umuhimu wa hii sherehe na maana yake, akisema kwamba sherehe hii sio kunywa maziwa tu. Ni sherehe ambaye hana chakula anasaidiwa na mwenye chakula, lakini sio chakula peke yake. Maana yake ni sherehe ambayo inatufundisha, inafundisha watoto wetu, vijana wetu kushikamana na kuwa na umoja kama jamii. Kuwa na matatizo kama jamii, lazima tusimame pamoja. Asanteni sana, na ongereni kwa sherehe kubwa na nzuri sana. Sisi tuna tamaduni ya jamii ya Kimasai ambayo haipatikani popote duniani. Wenzetu wametuzidi wa Kenya kwa kuweza kuitumia tamaduni yetu vizuri kwenye fursa zao za kiuchumi, na waombeni, na sisi tuangalie kama hiyo ni fursa, tujifunze tunaweza kufanya nini kuhakikisha kwamba tunashiriki vizuri kwenye uchumi wa taifa letu. Nimalizie, ndugu zangu wa Esilalei, nawashukuru na washukuru tena kwa kunikaribisha, niwashukuru kwa miaka hii mitano ya utumishi wa ubunge wa jimbo la Monduli. Lakini kila nikiwepo kwenye kijiji cha Esilalei, sitasahau mkutano wa mwisho ambao mzee alishiriki kwenye kijiji cha Esilalei pale chini. Maneno ambayo aliongea, aliongea maneno machache sana, lakini maneno aliyoongea akiwa amekaa kwenye kiti akisema kama akiwa hai yeye na anaomba kuachia hosia wanamunduli na wanaesilale kwamba alihangaika kurudisha Manyara Ranch kwa ajili ya faida ya vijiji vya Esilale na Oltukai peke yake. <coughs> alihangaika kurudisha Manyara Ranch kwa ajili ya heshima ya Oltukai na Esilale, lazima niseme bado wana vijiji vya Oltukai na Esilalei hatujawatendea haki. Katiba ambayo ipo ya kwenye shamba lile sio rafiki kwa vijiji vya Esilalei na Oltukai, na ninafahamu wana Esilalei wengi wananipigia simu. Pff, watu wanagawana ng'ombe mchana kweupe wakifikiri ni shamba la bibi zao. Hii sio sawa, hii siyo sawa hata kidogo, na nitaliongea mchana kweupe popote, na ninaomba kama mbunge wenu, naamini kura zitatosha, nitawajibika kwenye hilo mara moja haraka sana. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, niwashukuru sana, nimshukuru mwimbaji yule Rebecca Paul, nimeambiwa ni waboma hili, hili